Ustawi digital. Jamii yenye ustawi furaha yetu. Katika kuendeleza jitihada za kuboresha afya kwa watu wanaoishi katika mazingira yasiyo rasmi, Ofisi ya Mganga Mkuu mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na wadau wa afya wamefanya kikao cha tathmini ya utekelezaji wa awamu ya kwanza ya Mradi wa Kuboresha Afya kwa Jamii. Leo tuko hapa katika kikao hichi kwa lengo la kufanya tathmini ya shughuli za mradi ambazo zimetekelezwa kwa mwaka wa fedha kuanzia 2024-2025. Kwa hiyo tumekuja hapa ili kuweza kuwasilisha kile ambacho tulijipangia wakati tunaanza project, lipanga activity mbalimbali, na tukazitekeleza. Sasa tumekuja kufanya tathmini kuangalia utekelezaji wa hizo kazi zetu umeenda kwa kiasi gani. Na, na kwa uzuri shughuli zote ambazo zimefanyika kupitia huu mradi unaofadhiliwa na KOFIH zinakata across halmashauri zote tatu kwamba huu mradi unatekelezwa kwa manispaa ya Temeke, Ilala na Kinondoni. Na katika hizi halmashauri kila wilaya inatekeleza mradi katika kata moja ambayo imeonekana kuwa ina uhitaji mkubwa wa masuala ya mabadiliko ya kiafya, kwamba ina hali duni za masuala ya sanitation, lakini pia uh, watu wake wa kipato cha chini lakini pia ni maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa na magonjwa ya kuhara na kutapika au magonjwa ya kuambukiza mara kwa mara. Naye Mheshimiwa Abdul Muhinte, katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam, ameongoza kikao hiki na kutoa pongezi kwa watendaji wote kwa kazi nzuri walioifanya katika kipindi cha awamu ya kwanza, huku akihimiza kuendelea na uwajibikaji, kutatua changamoto zilizojitokeza na kuchukua hatua madhubuti ili kuboresha utekelezaji wa awamu inayofuata. utekelezaji wa shughuli zote zilizopangwa umefanyika kwa kiwango kikubwa, karibu asilimia kati ya 86 mpaka 97 kwa kila wilaya. E, shughuli zake zimefanyika vizuri, lakini hata hivyo kulikuwa na changamoto mbalimbali mbali ambazo nafikiri kwenye kikao hiki mnaweza mkatumia nafasi hii kujadili baadhi ya changamoto ambazo zimejitokeza kwenye utekelezaji wa mradi kwa kipindi hicho, ikiwemo mambo ya manunuzi, kuchelewa kwa bidhaa na vitu kama hivyo. Kwa mtumia fursa hii e, kuangalia ni kitu gani ambacho kilifanya tusifikie asilimia mia moja. Asilimia 86 mpaka, 86 mpaka 97 ni kiwango kikubwa, lakini pia tungetamani tufikishe asilimia mia au hata zaidi. Vilevile amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassani kwa uongozi wake imara na ushirikiano mzuri na mataifa rafiki unaoendelea kuleta manufaa kwa wananchi kupitia miradi kama hii. Kupitia mahusiano mazuri ambayo Mheshimiwa Rais ameyajenga na mataifa mbalimbali duniani, amewezesha pia kujenga uhusiano mzuri na nchi ya Korea na kupitia uhusiano huo na Korea na kupitia shirika hili la KOFIH tumeweza kupata mradi huu ambao kwayo ndio umetukusanya hapa kwa ajili ya kufanya majadiliano juu ya utekelezaji wake uliofanyika katika kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hivyo, pia nichukue fursa hii kuishukuru serikali ya Korea na shirika la KOFIH kwa kuwa wadau muhimu katika utekelezaji wa mradi huu. Nawashukuru sana. Katika hitimisho la kikao hicho, Mganga Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Dkt Muhamed Manguna alitoa wito wa kuimarisha ushirikiano katika ngazi zote za utekelezaji, kuhakikisha taarifa zinawasilishwa kwa wakati na vifaa vinavyonunuliwa vinatunzwa kama mali ya serikali. Sasa tunachoomba kikubwa, vituo, mujue majukumu yenu. Tuna experience changamoto ya baadhi ya maeneo machache fedha ikienda vituoni basi inakuwa fedha ya one man show. Mimi naeleza mapema kwa sababu nimesha kumbana na hizi experience na changamoto hizi. Fedha ikienda kituoni ni fedha ya kituo, na inaandago taratibu zote za utekelezaji wa miradi kama zilivyoelekezwa na Serikali. Kwa hiyo itatakiwa lazima kufomu kamiti, eh, ya kusimamia mradi maswala mazima ya management ya fedha pamoja na masuala ya procurement lazima yafuatwe. Hatutaki kuwa na hoja ambazo hazina ulazima. Alisisitiza umuhimu wa matumizi sahihi ya fedha zilizotolewa kulingana na mpango wa kituo, huku akitoa maelekezo ya kufuata taratibu za manunuzi, ujenzi na ukarabati kwa kushirikisha vitengo husika ili kuhakikisha uwazi na ufanisi. Kwenye maeneo yote yatakaohusu ujenzi, ukarabati, tunaomba tushirikishe watu wa sekta wenyewe wanaohusika. Tuna watu wa ujenzi hapo tuna watu wa procurement tuwashirikishe vilevile, hmm. Kama itakuwa ni kituoni, yupo enjinia wa ujenzi katika idara husika, kupitia kwa DMO ashirikishwe, aplai pati yake. Sawa jamani, mwisho wa siku baadaye wewe kama idara huko responsible kama idara na kituo, lakini eneo lile la kiprofeshon la watu kama ujenzi nani washirikishwe, wale wafanye kazi yao, eh? kwa hiyo tunategemea hapo, sio tunakuja siku tunakuuliza haya, tuonyeshe drawing, original drawing iko wapi? Unasema huna. Haya, as-built plan iko wapi? Haipo. BOQ iko wapi? Haipo. Yani kila kitu kikae kwa mujibu wa taratibu, na hii ndio itatuondosha sasa katika zile hoja ambazo ni unnecessary. Kupitia kikao hiki wadau mbalimbali wameeleza umuhimu wa mradi huu unaolenga kuboresha afya, mazingira na ustawi wa watu wanaoishi katika maeneo yasiyo rasmi, ili kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya bila ubaguzi. Lengo kuu la mradi ni kuona kwamba tunaongeza kasi katika kukabili magonjwa yanayotokana na mbu na pia yanayoweza kuenezwa kwa njia ya maji. Pia tunaongeza uwezo wa vituo vyetu katika kugundua haya magonjwa. Kwani katika shughuli zetu za mradi tutakuwa tunanunua vifaa tiba pamoja na vifaa vya uchunguzi katika hivi vituo vyetu ambavyo tuna support. Pia tutakuwa tunafanya trainings kwa watoa huduma wetu wa afya kuwaongezea ujuzi wa magonjwa haya vile vile. Pia tutakuwa tunaifikia jamii kwa kuwa tutakuwa tunafanya kampeni mbalimbali kuhamasisha wanajamii jinsi ya kujikinga pamoja na jinsi ya kupata tiba mapema katika haya magonjwa. Kwa hiyo mradi huu umesaidia katika kununua vifaa kwa ajili ya kusaidia kupambana na mbu. Eh, tunafanya fogging katika maeneo ambayo um, yana mazalia ya mbu wanaoeneza ugonjwa huo wa dengi. Lakini vile vile hivi karibuni, um, mkoa kupitia hizi halmashauri tatu utanunua dawa ya kuua viruirui kwa maana ya Bayer Lovaside, ili kusaidia jitihada za kupambana na mbu wanaoeneza maradhi ya dengi na maradhi mengine kama vile malaria. Kwa hiyo ni mradi ambao kwa kweli una manufaa makubwa kwetu sisi kama nchi, na Serikali inaendelea kuweka nguvu kuhakikisha kwa kwamba malengo ya mradi huu yanafikiwa. Ni sehemu ya jitihada endelevu za Serikali katika kuboresha maisha ya wananchi kupitia huduma bora za afya. Hii ni hatua muhimu kuelekea kujenga jamii yenye afya bora, usawa, na ustawi kwa wote. Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.